Serikali ya China imetangaza Ijumaa ya leo kuwa itaanza kutoza ushuru wa kulipiza kisasi wa asilimia 34 kwa bidhaa zote zinazoingia nchini humo kutoka Marekani kuanzia Aprili 10, ikiwa ni jibu la moja kwa moja kwa hatua ya rais wa Marekani Donald Trump ya kuanzisha ushuru mpya kwa bidhaa kutoka China. Tangazo hilo la ushuru mpya wa China linakuja siku mbili tu baada ya Trump kutangaza ushuru wa ziada wa asilimia 34 kwa bidhaa zote kutoka China zinazoingia Marekani, hatua ambayo wachambuzi wa masuala ya biashara wanasema itazidisha mivutano ya kibiashara kati ya mataifa haya mawili yenye uchumi mkubwa zaidi duniani. Tendo hili la Marekani halilingani na kanuni za biashara za kimataifa, linaathiri vibaya haki halali na maslahi ya China na ni mfano wa wazi wa vitendo vya kiulimwengu vya unyanyasaji wa upande mmoja, ilisema tume ya ushuru ya baraza la serikali la China kupitia taarifa rasmi. Tangu kurejea madarakani mwezi Januari, Rais Trump tayari alikuwa ameweka nyongeza ushuru ya asilimia kumi kwa awamu mbili dhidi ya bidhaa zote kutoka China, hatua ambayo ikulu ya Marekani ilisema inalenga kudhibiti mtiririko wa fentanyl haramu kutoka China kwenda Marekani. Hii ina maana kuwa bidhaa kutoka China sasa zitakumbwa na jumla ya ushuru wa hadi asilimia 54 zinapoingia Marekani. Ushuru huu mpya wa asilimia 54 ni wa juu zaidi kuliko matarajio ya wachambuzi wengi na unaweza kubadilisha kabisa uhusiano wa kibiashara baina ya mataifa haya mawili ambao umekuwa w utegemeo wa muda mrefu haswa kwa biashara inayokadiriwa kufikia nusu trilioni ya dola kila mwaka. Kama sehemu ya hatua za kulipiza kisasi, China pia imetangaza kuongeza makampuni 11 ya Marekani kwenye orodha ya taasisi zisizoaminika, zikiwemo kampuni za kutengeneza drones na kuweka udhibiti wa mauzo nje ya bidhaa zinazotumika kwa matumizi ya kiraia na kijeshi, yani dual use items kwa kampuni 16 za Marekani. Mzozo huu mpya wa kibiashara